Ikiwa ni jana tu, mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Omera akiwa amekutana na waandishi wa habari akisema yeye ajue lolote kuhusiana na mwanaharakati mtandaoni Mdude Nyagari Chadema, ambaye hivi karibuni ametoweka ama ametoweshwa na watu wasiojulikana, ambapo alifuatwa nyumbani kwake kisha kuumizwa na kisha kutoweka naye, na mpaka sasa haijulikani alipo. Wakili msomi Bonifasi Anyesire mwa Mwabukusi, ambaye pia ni rafiki mkubwa wa Mdude Nyagali, ameandika katika ukurasa wake wa Facebook akisema, tumesikia na kuona maafisa wa polisi kutoka makao makuu kushughulikia suala la Mdude Nyagali, na pia nikaona mtandaoni tangazo kutoka kwa mkuu wa mkoa wa, wa Mbeya akitangaza zawadi ya shilingi milioni tano kwa atakayefanikisha kupatikana kwa Mdude, eti akiwa hai au amekufa. Msimamo wetu rafiki za mdude ni mmoja, tunamtaka mdude akiwa hai. Mdude sio mwizi, jambazi au dhurumati. Wakili Mwabukusi anaendelea kwa kusema hana adui yeyote isipokuwa wale anaowakosoa na wasiokuwa na uvumilivu wa kukosolewa. Kama amekosea, ashitakiwe kwa mujibu wa sheria. Wakili Mwabukusi anasema tunatoa, tunataka mumrudishe akiwa hai sisi sio njiwa tunduni, ni tai kichaa. Anaendelea kwa kusema tunaendelea kujitahidi kuwa na hekima kabla ya kufikia ukomo wake, na bila mdude na majawabu yanayoeleweka yanani yanayetaka Watanganyika, punde hatutakuwa na njia nyingine isipokuwa kutoa hatima tamu. Haya mambo hayavumiliki tena. Mwabukusi anamaliza kwa kusema tutachora mstari na kutafuta suluhisho mikononi mwetu. Mungu atakuwa upande wetu, katiba itakuwa upande wetu, sheria itakuwa upande wetu na jumuiya za kimataifa zitakuwa upande wetu. Hayo ni maoni ya wakili Mwabukusi. Wasomaji wake nao wametoa maoni katika ukurasa huo, akianza Hasani Nyalile anasema sasa simu mtafute wenyewe. Fungo fungo anasema Mbona yule aliyetoa taarifa ya wale askari waliohusika kwa Mdude mnamtaka ili iweje? Ninyi mnaona hao Watanzania wajinga kama hao waliotajwa? Hata kama ni polisi wapewe kiminyu mpaka waseme Mdude yuko wapi. La sivyo, mnajijengea uwanja wa vita pasipo ninyi kujua. Godwin Isaka anasema, kwa kweli kwenye hili kiongozi wangu Boniface Mwabukusi, nafikiri ili swala ndio liwe mwanzo wa kwenda kudai maisha yetu na ya wenzetu mpaka wote upatikane. Wabokela Ambangire anasema kwa kweli, aonekane akiwa hai, hatutaki marehemu sisi. Shabani Lumumba anasema tumechezewa vya kutosha, inatosha. Maiko Magwaza anasema nime, nimependa ulivyosema, hana adui isipokuwa anawokosoa na, wako, na, na kukosoa sio kosa kama hutaki kukosolewa, kaa pembeni. tunamtaka mdude akiwa hai si vinginevyo. Justini Kayange naye anatoa maoni yake akisema ya unatia moyo sana Mwabukusi. Haya ni baadhi ya maoni ya wasomaji wa ukurasa wa Bonifasi Mwabukusi, wakili msomi na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, ambao ameandika katika ukurasa wake wa Facebook lakini pia wasomaji wake wameendelea kutoa maoni mbalimbali mbali katika ukurasa huu wa Bonifasi Mwabukusi baadhi wakisema wa, wa mtafuteni wenyewe, lakini wengi wao wanasema ni vema Mdude Nyagali akapatikana akiwa hai kama ambavyo ameshauri Bonifasi Mwabukusi. Maoni ni mengi, maoni yako zaidi ya mia moja na themanini na sita katika ukurasa huu wa Facebook wa Bonifasi Mwabukusi hapa katika ukurasa wake wa Facebook. Lakini Exaudi pia Steven anasema Toto man has said, Mungu akubariki Robert. Ayo anasema haki winua taifa. Isaiah Adam anasema sawa brother, tuko pamoja, wasicheze na ndugu na jamaa zetu kwa namna wanavyojisikia msajikwa. Mwaka longe anasema watanzania wenyewe mjuu ya dui yao wanabaki watazamaji, nchi naporwa, mikataba mibovu, wizi umetambalaki serikalini. Ripoti ya mkaguzi wa fedha za serikali alibainisha uwizi wa fedha za Watanzania, ukijumuisha kwa miaka mitano tu, ni matrilioni ya pesa za Watanzania. Majizi yote yaliyotajwa yanatamba mtaani. Jackson Mkawiche anasema inauma sana, yaani unamtoa mtu ndani kwake, unaenda kumuua kisa tu amekushinda hoja, Unamshusha mtu kwenye gari, unaenda kumuua. Unachukua vijana wakiwa kwenye majukumu yao unaenda kumuua. Uo, we, ni nani? Je, imejitia Mungu huyu? Jackson Kawisha ameongea maoni yake mengi. Frank Moga anasema broker sumulu sio mbali, hata mchango tutachanga sisi wenye kiusa, sio wanyonge ise Reno Mori anasema kikundi cha wachache wanatu, wanatuona watanzania wajinga. Joel Twebe anasema Mwabukusi Mungu akulinde na azidi kukupa ujasiri zaidi. Ni wachache sana mliopo na ujasiri huo, wewe ni zaidi ya soja, much respect big daddy. Justin Kayange asema unatia moyo sana Mwabukusi na wengine pia wameendelea kuandika maoni yao hapa, akiwemo Rehema Shauri anasema yaani, wamchukue wao alafu watangaza atakayempata atapewa milioni tano. Inamaanisha ulipomficha hakuna anayeweza kumpata, isipokuwa wao ndio wanajua alipo Wakae tu na milioni tano zao, wamtoe mdude wao. Wenyewe wanachapa alafu watoe dau la milioni tano kwa wema gani na upendo upi ulio nao juu yake? Wamtoe tu kiukweli, waache ah, maneno mengi hapa. Dani Matiko anasema swali kuu liko pale pale kwamba hawa watekaji wanatumwa na nani? Nani yupo nyuma ya matukio haya ya kujeruhi, kuua na kumwaga chini damu ya Watanganyika? na kuna baadhi ya watu wamewahi kujinadi mchana kweupe kwamba mikutano ya hadhara ya chama tawala kwamba wao ndio huteka watu na kuwapoteza. Je, kwa nini hao wanajiita wa makada Wachama wa chama hawajawahi kukamatwa na kufikishwa mahakamani kushtakiwa? Lusungu Watson mgeni anasema hakuna mwanadamu yeyote aliyepewa mamlaka ya kutoa uhai wa mwanadamu mwenzie. Maandiko ya Mwenyezi Mungu yanasema hivi, Tanzania itakuwa ukiwa na ardhi itakuwa jangwa tupu kwa sababu ya dhuruma waliwatenda wana wa Tanzania kwa sababu wamemwaga damu isiyo na hatia katika nchi yao Yoeli tatu mstari wa kumi na tisa. Sam Robert anasema vyanguma vingi sio wadui na raha yake ni kukosoana. Mdude ni adui wa uovu na ni rafiki wa watenda mema. Napata shida kuamini kuwa mdude maneno yake yamekuwa bunduki au ya mabomu, labda kwa wale ambao sasa hivi wanawaona wananchi ni vibarua wa kupiga kura. Maana uchaguzi ukipita, mwananchi hana thamani. Tunamtaka mdude akiwa hai. Mlimbila tukae anasema tunasubiri go ahead. tukia mshi kama waotoi maji huyu oh. Mlimbila ameandika maneno yake hapa. Grace Sherukindo anasema kwa kweli atosha, mheshimiwa Bonifasi. Mungu yupo nasi kabisa, tunamuhitaji mdude akiwa hai. Masaka Kasiri anasema kabisa mkuu, pamoja sana, tunataka mdude wetu full stop. Mesha Kitogolan anasema siku hizi viongozi wenye uongozi wa kujali jamii na kushirikiana nao kwenye maumivu ya kuonyesha kujali kama viongozi wachache sana, ila huyu Boniface Nyisire Mwabukusi asante na wengine wengi, ni mfano wa kuigwa. Anodi Mushi anasema simamia hoja yako, tuone unayoyaongelea yawe kwenye vitendo muda mtakaopanga ukipita bila mdude kupatikana, chukua, tuko nyuma yako ili haya matukio yaishe, ni vitendo. Je, ni Semuindo anasema kwa nini aseme awe ai au wamekufa? Kwa nini isiwe neno moja tu arudishwe? Hii kauli mbona inafikirisha, kuna nini nyuma ya hii kauli? Time will tell. Suzi Omar anasema ndio maana wengine siasa za nchi za Tanzania wataki, watu wana kula na kusaza, wengine eti hawajulikani walipo. za haki mkuye nkuye, tunakutegemea mkuu. Master wa waspana za kiwango cha PhD ya kiuba. Sande Singa anasema ujambazi ni mwingi. Rekamwa Rekiza anasema serikali zisizotaka kuwajibika kwa watu wake wajibishwa na Mungu, shoka liko kwenye shina la tayari. Chatila Johnson anasema hatutaki stori zaidi ya kumtaka Mdude, inatosha inatosha. Jaji mkuu anasema chukua hiyo Hamza S Johari, mwanasheria mkuu wa serikali ni mastermind aliyekwepa hapo kimkakati, ili kuharibu mifumo ya haki nchini kwetu. Hamza Johari ndiye aliyeshinikiza kesi ya Tundulisu kusikilizwa kimtandao badala ya kuletwa mahakamani. Pili, katika kesi ya kwanza ya uchochezi inayomkabili Tundulisu, Hamza Johari AG kwa nyakati tofauti amekutana na mara kadhaa na maafisa watatu waandamizi jaji mkuu huyo ndo anaeleza hayo. Andrea Amfre anasema machozi yangu ayatafika bule, nasema siku zote Yesu anayetunza, lazima historia ikabadilike. Naiona Tanzania mpya kishuka toka juu isiyokuwa na damu wala machozi ya CCA. Moses Moleli anasema tunamtaka akiwa hai, hana hatia free mdu delisu sio mwaini kesi ya mchongo ya zima sauti ya mabadiliko ya sheria za uchaguzi na kanuni zake. Zakayo Mjengi anasema mdude ni wa kuthaminishwa na milioni tano? Kweli, kwa nini yasiseme bi hii moja kama wapo makini na jambo hili? Thamani ya mdude ni kubwa kuliko dau alilolitangaza. Rusajo Mwanyololosi anasema kweli kabisa, mdude arudishe arudishwe akiwa hai kama wamezoea kuwa watakuwa wanapoteza watu na huku tukiwa chekelea tukiwachekelea wenye kiusa, wanasema enough is enough. Anthony Kisondera anasema asante Boniface Anyisire, Mwabukusi. Kim Daring Carol anasema wanajua wacho kifanya, but be blessed, kweli. Forian Chaz, asa binafsi, sina imani kama macho yangu yataweza tena kumuona rafiki na ndugu yetu sumu ya nyigu, ila ninayo imani kubwa kwamba jambo lake hili linaenda kuleta ukombozi mkuu usiotarajiwa na wengi. Ameweka hapa Mithali ishirini na tisa anasema kwamba wenye haki wakiwa na amri watu ufurahi, bali muovu atawalapo watu ugua. Haya ni maoni ambayo yanaendelea kutiririshwa katika ukurasa wa Boniface Mwabukusi hapa katika ukurasa wake wa Facebook. Nawe unayo nafasi mtazamaji, kutoa maoni yako hapa hapa Nyikani TV.